Akasema, ma minkum min rajulin, hakuna yoyote katika nyinyi ambaye ataleta karibu chombo chake cha kutawadha alichokitia maji, fayadhmadhmadhu wayastanshiq fayunthiru, akasukutua akapandisha maji puani akayatoa katika pua yake, illa kharrat khataya wajhihi min fihi, isipokuwa yale madhambi ya uso wake yatatoka kupitia mdomo wake na tundu zake za pua. Thumma idha ghasala wajhahu, kisha anapoosha uso wake kama amara, amarahu llahu, kama alivyomwamrisha Allah. illa kharrat khataya wajhihi e, min atrafi lihiyatihi maa lmai, isipokuwa madhambi yake ambayo yako katika sura yake yatatoka kupitia zile ndevu zake, yale maji ambayo yanachuruzika kutoka kwenye ndevu yanatoka pamoja na nini? Na madhambi ambayo e, yako katika sura yake. Thumma yaghsilu yadayhi ila almirfaqain, kisha mtu anapoosha mikono yake mpaka kwenye visukusuku, illa kharrat qataya yadayhi min anamilihi ma'alma, isipokuwa makosa ya mikono yake, madhambi yaliyofanywa na mikono yake yatatoka kupitia vidole vyake na yale maji ambayo yanachuruzika katika e, mikono anapokuwa iwatawadha. thumma yamsahu ra'sahu, kisha anafuta kichwa chake illa kharrat khataya sha'rihi ma'al ma'. Wakati huo baada kufuta kichwa, yale madhambi yaliyo katika kichwa chake yanatoka kwa yale maji ambayo ameyafutia e, amefutia kichwa chake. thumma yaghsilu rijlaihi ila alka'bain, kisha anafuta ama anaosha miguu yake mpaka kwenye e, mafundo mawili, akiosha miguu hiyo illa kharrat khataya rijleihi min anamilihi maalma, yale madhambi ya miguu yake yaliyosababishwa na miguu yake yatatoka pamoja na maji ambayo ametawadhia, yataturuzika kupitia vidole vyake vya miguu, kwa yale maji yaliyooshea miguu hiyo.